Kwamba jamii za mwambao wa pwani tangu jadi zimetegemea uvuvi kama kitega uchumi. Hata hivyo, athari za mabadiliko ya hali ya anga na ukosefu wa vifaa vya kisasa vya uvuvi kumelemaza biashara hii kaunti ya Kwale. Naam, sababu hizi na msukumo wa kujaribu kuinua mapato ya uvuvi kaunti hii ambapo mradi mpya wa serikali ya kaunti ya Benki ya Dunia umeibua upya matumaini. Naam, Lukman Mahmud anaarifu zaidi wakazi wanaoishi katika fukwe za bahari za kusini mwa pwani hasa katika maeneo ya Tunza wa Tiwi, Mwepe, Msambweni na Vanga wamekuwa wakitegemea uvuvi kama kitega uchumi chao tangu jadi, utumizi wa vidau vidogo na mbinu za jadi za uvuvi zikitajwa kama chingizo za mapato duni ya samaki. Mohamed Mbogo mvuvi wa zaidi ya miaka kumi na mbili katika kikundi cha Chale Jeza huko Kinondo anatupatia taswira kamili ya jinsi mambo yalivyokuwa kabla tujapata boti tulikuwa na changamoto kubwa sana kwa sababu tulikuwa tunaanzia kuogelea kutoka ufuoni hapa chini mpaka huko deep sea tena kutafuta pweza. Uwepo wa maboti 59 na vifaa vya kisasa vya uvuvi vilivyotolewa na serikali ya kaunti ya Kwale kupitia mradi wa Kemsweed kwa ufadhili wa Benki ya Dunia, nyenzo ambazo zimepiga jeki sekta ya uvuvi Kwale, huku makundi 101 wakiwemo kina mama 1200 wakifaidika tunapea 19, kuna boti 17 za uvuvi ambazo ni zile ambazo tumeziona hapa. Pia kuna boti moja ambayo ni ya uh, rescue boat. Hii rescue boat Imetokana na pesa ya county government. Serikali ya kaunti ya Kwale ikifanikisha ujenzi wa bandari ndogo tisa za samaki katika maeneo ya Shimoni, Vanga, Gasi, Chale na Tunza uko Kinango. Bandari hizi zimewekwa majokofu na vifaa hitajika ili kuepusha wavuvi kupata hasara. Tuna haja sana ya hao wavuvi waweze kuweka samaki wao ili wasioze, wasiharibike waweze kuwahifadhi kwa muda mrefu na pia uh, ili kupunguza uuzaji uh, wa samaki kwa bei be, rahisi. Wavuvi 76 wakiwemo wanawake wanne wakipata mafunzo na kufuzu na unahodha, ili kuwawezesha kuvua samaki katika maji makuu na kuzidisha mapato kutoka uvuvi wa bahari kuu, ukulima wa mwani na uongezaji wa thamani ya samaki ni dhihirisho la kuimarika kwa sekta ya uchumi samawati katika kaunti ya Kwale. Na bahati nzuri, kati ya wale coxswains wetu 76 wanne ni kina mama. Nenda kusomea boxe, na Mungu akanijalia nikasomea STCW. Nina vibali vyote, naweza kupeleka mpaka feri. Lukman Mahmud, Runinga ya Citizen.